Mimi nilikuwa najiandaa kwenda shule, nikachukua nguo za shule nikaweka, nikachukua maji nikaweka, nikachukua jembe nikaweka, nikachukua madaftari nikaweka, nika nikanawa. Nipomaliza kunawa, nikaenda huko kwa dada sasa kuangalia mafuta. Nipoenda kuangalia mafuta, nikakuta elfu ishirini na tano chini pale mlangoni, nikazichukua za elfu tano tano. Nikazileta nikampa kakaangu baada ya kumpa, nikasema nikamwamsha mama nimsalimie, nikamuuliza mafuta yako wapi? Nilipofika ndani nikaanza kumwamsha mama, mama haamki, kuja kufunua shuka, yaani amepigwa panga, damu tu zimemjalia, nika nikatoka ndani ninalia, nikaenda kumwambia kaka, kaka, mama umebadilika Sio yeye mama. Nilipoenda kumwambia akasema mmm, mama utahitaji mara tano mara mbili, haamki. Nikamwambia kaka, mama haamki. Akaenda kaka, alipoingia alitoka analia, mama amekufa. Nikaja nikamwambia jirani wetu hapo akasema ngoja niende kwa mabalozi. Akaenda, alipokuja na mabalozi ndo wakasema tuwasubirie wa askari askari. Wakaja wakaanza kutupeleleza, tukawaambia tulipomaliza. Wakasema tutauchukua mwili twende nao mochwari, hawezi kubaki hapo. Tukakubali, wakambeba wa, wakampeleka. Mama na baba ila zamani walikuwa wanagomba gombana, ila sasa hiyo vita imekuja hivi. Ye baba alikuwa anadaiwa madeni. Alafu ye mama analazimishwa na baba kwamba watoroke. Mama anasema, "Nina mtoto ana, ana nina, nina mwanangu amezaa ka, katoto. Ka katoto nako ni kadogo kana akajui sijui kama kana michango au hakana. Nataka nikatengenezea dawa ili kaendelee kuishi uzima." Anasema, "Wewe well, nilikuwa na watoto." Eh? Mimi nataka tuondoke wote. Mm. Tukara vizuri vizuri hapo nyumbani, tukaenda tukaenda kulala. Asubuhi ndo nikaja nika nikasema nika kwamba nikamsalimie nikamkuta. Hivyo hamna maneno tu, ndo akaja kumuua niye, kwa sababu tumekuta panga humo lina damu. Mabuti tumeyakuta yamekanyaga kanyaga kwenye godoro, alafu mtu amekimbia. Wewe utahisi ni nani? Mkapa Simeo Andrea Runaku, mimi kwa marehemu ni mtoto wa marehemu, ndo wa kwanza kuzaliwa kwa mama yangu. Mimi ni mkazi wa Kabugozo, kata ya Chigunga, mkoa wa Geita. Taarifa za kunipata mama yangu, wadogo zangu walinipigia simu, wanasema kwamba kaka, tunakomba uje nyumbani, kuna matatizo ambayo yametokea. Nikawauliza wadogo zangu kwamba matatizo gani? Kaka njoo tu nyumbani, ila sisi tunachokuomba uje nyumbani baadaye nikawa amenipigia ambaye anamwewa ujasiri kidogo, ambaye ni mdogo wangu, akaniambia kaka, mama ameuawa humu ndani na baba amemuua, akamchinja kama kuku. Baada ya pale akamtolea macho yote, alivyomtolea macho basi ndo baba kuja. Wakamuka asubuhi, tunakuta baba hayumo, mama ameshafariki. Nikasema ni kweli? Akasema kaka, ndo hivyo kabisa, mama amefariki. Nikasema sawa, nikapiga simu nyingine kuthibitisha kabisa kwamba ni kweli ushahidi, kwa sababu huwezi kuchukua ushahidi kwa mtu mmoja, hadi uchukue na ushahidi tena sehemu nyingine. Nikapiga simu sehemu nyingine tena, majirani wa huko, akasema ni kweli mama yako amefariki, na hapa tulipa tuko ni eneo la tukio hapa, na Nyamigota, nyumbani kwenu hapa, na watu hapo wengi wametuzunguka, ameshafariki. Mama yako amechinjwa na baba yako, akatolewa na macho. Baada ya pale, mzee akafanyaje, akakimbia hayupo. Nikasema sawa, ndo nikaelekea hapo chigunga nikachukua usafiri, ndo kufika mpaka eneo la tukio. Nilipofika eneo la tukio, kweli kukuta, kweli mama yangu mzazi hayupo hapa duniani kwa tarehe ya leo. Umri aliokuwa nao mama kwa haraka haraka nikiangalia, labda kama yani, kwa haraka haraka nikiangalia ni umri wa miaka arobaini na tano anaitwa Tereza Laurent. Eh, vikwazo vikwazo vya zamani hapo nyuma vilikuwepo. Hasa hapa ndo shida sielewi kwa sababu na mimi nakaa Kabugozo. Shida za hapa nyuma zinazotokea nyingi nyingi sizipati kwa sababu sema ambapo haupo uweze kujijua shida zote. Utakuwa unapata shida moja moja. Unaweza kutu unapata shida yenyewe sio ya muhimu sana. Zile za muhimu zinaku zinakuwa zimesha kupita. Hapo awali nyuma mwaka wa zamani wa nyuma kabisa nikiangalia tisini na mbili huko nyuma huko. Atashaga kufanya tukio kama hili hili, akakamatwa akapelekwa sero, baadaye lakini akaja akachoka msamaha wa rais wa Mkapa, akawa ametoka kwa tukio hili hili kuua tu hivyo hivyo. Sifahamu huyu lakini sisi tulizaliwa tukakuta tukio hilo, huyu aliyefariki na sisi tumekuja kuzaliwa tukakua tukalikuta hilo tukio, linasema kwamba baba yenu alishaga kufanya tukio hili. Tukasema tumekaa tumekaana tumeka, kweli na kwe, sisi watoto tumejithibitishia leo kwa mama yetu kumuua baba Al. Mimi naitwa Thomas Mjuberi Mgobi, ni mkazi wa mtaa huu. Ni jirani yetu aliyefariki, ni jirani yetu. Kwenda tukakuta yule mama kachinjwa, alafu kanyofolewa macho. Tukawauliza wakasema kwamba walikuwa na mzozo kidogo n baba na mama jana usiku waligombana tu kidogo. Mzee anamwambia tuondoke, yeye anasema mimi siondoki nikawaacha watoto wangu. Mama anasema siondoki nikawaacha watoto wangu. Sasa basi wakalala, lakini kulikuwa hakuna lolote linaloendelea. Sasa mtoto mdogo anasoma darasa la tatu ndio anasema kwamba mimi nimetoka asubuhi kwenda kuchukua daftari kwenye chumba cha mama kuwasalimia, ndio nikakuta mama peke yake, ndio amelala kitandani, namtikisa atikisiki, naita aitiki, basi nikachukua jukumu la kumfunua kichwa, nikakuta amechinjwa. Basi ndio akatoka kumwambia kaka yake ku, analala chumba kingine chanje, yeye tofauti na salamu, kama ujamsemesha aseme mengine ni kusalimia, akishamaliza, basi alikuwa ni mama mpole sana. Na hata mme wake yani, huwezi ukadhania kwamba anaweza kufanya tatizo hilo yani, hiyo ni moja kwa moja kwa sababu mpaka sasa haonekani. Lakini baadaye kidogo, baada kwenye majira ya saa nane hivi, kuna watu wamekuja wakisema kwamba wamemwona ana begi anaelekea na kumbe alikuwa amejificha jirani, ameondoka anaelekea sehemu nyingine ya juu kidogo, yani anakimbia kwenda kijiji kingine. Ah, kwa majina yangu naitwa Mesha Kimalosha Siantemi, mwenyekiti wa kitongoji cha Nyamigota ah. tukio hili limetokea lime katika mazingira ambayo ah, hata sisi ni vigumu kujua kwamba limetokea mda gani, kwa sababu tukio lenyewe limekuja kujulikana asubuhi, ni mwendo wa saa kumi na mbili kwenye masaa ya wanafunzi kuanza kujiandaa kwenda shule. Ah, kwa kweli shida ni ngumu kujua matatizo ya kila familia ingawa kuna tetesi kidogo vya kwa majirani kwamba kulikuwa na ugomvi kidogo ambao ni kawaida tu kuwa na ugomvi kwenye familia na miji hizi. Ameuawa kwa kuchinjwa, amechinjwa kikatili kabisa na damu yake imemwagwa pale. Hiyo mama amefariki katika mazingira ya kuchinjwa, ametumia tu silaha yenye ncha kali haijulikani ni panga ni kisu au ni namna kitu gani? Maana hakuna, hakuna silaha yote iliyopatikana ndani. Iliyotumika si kitu ambacho tunakifahamu. Ni kwamba ni mama mtu mzima kachinjwa, ndo akafunua shuka alikuwa amejifunika, ndo hivyo akakuta mama amechinjwa, na baba kama unavouliza hakuwepo ndani. Wito wangu mimi kwa wananchi ni ni ule ule tu, kama vile ambavyo tunaendelea kushauriwa na vyombo vya ya dola serikali, kwamba kila mtu ana haki ya kuthaminiwa utu wake, na jambo hili ni jambo baya. Wito wangu kwenye, kwenye jambo kama hili, ninawataka tu wananchi tujaribu kuwa makini katika ku katika kuangalia mihemko ile, hisia zetu hasi, hisia kali, hasira na vitu vingine, inawezekana kabisa pengine labda kuna mgogoro, lakini mimi wito wangu mkubwa tu ni kwamba tujaribu kuwa makini katika swala la hasira, maana hasira ya mwanadamu haitendi mapenzi ya Mungu. Aa, ni kweli jambo hili ni baya, na ninalilaani vikali sana jambo hili.